Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, sasa avokado limekuwa zaidi ya chakula, ni brandi ya maisha ya kisasa. Watu wanatumia avokado kutengeneza bidhaa za urembo kama mafuta ya ngozi, sabuni na hata krimu za uso. Ni tunda linaloleta afya njema ni tunda linaloleta afya nje na ndani. Na kwa wale wanaopenda mitandao ya kijamii, avocado imekuwa sehemu ya utambulisho wao. Wengine wanasema ukiona mtu anapenda avocado, ujue anapenda afya na uzuri. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, kwa hivyo sasa unajua, kila unapokula avocado, haufuati tu mtindo wa maisha.